na kununua mitambo ya kuchimbia maji kwenye kila mkoa na kila ukanda. Hiki ndicho kilichowafanya Watanzania wamchague kwa wingi na nimetaja tu kwa uchache. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa imani hii kubwa. Natambua imani hii si kubwa tu kwake bali ni dhamana kubwa kwa Watanzania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 niseme tutawasikiliza bila ubaguzi, hata walio wachache watakuwa na fursa sawa, kwa sababu bunge lako ni bunge moja. Mheshimiwa Spika, baada ya maneno hayo ya utangulizi, niseme tu tuko na kazi kubwa mbele yetu. Natambua ukubwa wa kazi iliyo mbele yetu, kazi kubwa kwa nafasi niliyopewa, lakini kazi kubwa ya serikali lakini kazi kubwa kwa Watanzania wote. Mheshimiwa Spika, nchi yetu chini ya uongozi wa dkta Samia Suluhu Hassan hivi majuzi ilitunga dira mpya ya 2025-2050 na awamu ya pili ya serikali ya awamu ya sita ndio itakuwa awamu ya kwanza ya kutekeleza dira mpya. Na Mheshimiwa Spika, unatambua kwenye mbio za vijiti za kupokezana mwanzishaji wa mbio hizo, kipande cha kwanza, asipokimbia kwa mbio ndefu kwa spidi kubwa, hata wale watakaokuwa wanampokea watakuwa tayari wamechelewa. Sasa serikali ya awamu ya sita kwa awamu ya pili ndiyo inaanzisha utekelezaji wa dira ya 2050. Mheshimiwa Spika, dira hiyo imebeba matarajio na matumaini makubwa ya Watanzania dira hiyo imebeba matumaini makubwa ya vijana ambayo ndiyo hasa walengwa wa dira hiyo. Mheshimiwa Spika, tuna kazi kubwa ya kuanza vizuri kwenye utekelezaji wa dira hiyo huku tukimalizia viporo vilivyokuwa havijakamilika kwenye dira ya 2025. Mheshimiwa Spika, natambua pia ilani ya uchaguzi ya CCM ambayo imejumuisha masuala yote ambayo ni kero kwa Watanzania katika maeneo mbalimbali mbali. Na nilikuwa nafuatilia hata kampeni za uchaguzi, na ninyi waheshimiwa wabunge, kila eneo mlikuwa mkijiaziliza yale ambayo yapo kwenye ilani ambayo ni mahitaji ya Watanzania katika maeneo yenu. Ilani hiyo imebeba matumaini makubwa ya Watanzania na hasa kwa kuzingatia kwamba Dkt Samia Suluhu Hassan amejitambulisha kuwa ni raisi wa matokeo, raisi wa matokeo ya haraka, raisi anayetatua matatizo ya Watanzania kwenye maeneo ambayo amepokea. Vijiji vikiwa havijapata umeme, ndani ya muda mfupi alimalizia vijiji vyote vikapata umeme. Watanzania wanatarajia takriban vitongoji elfu 28 ambavyo havijapata umeme sasa vikapata umeme.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 Nitakuja na fyekeo na rato, lazima maono ya mheshimiwa rais, lazima maono ya mheshimiwa rais, ahadi ambazo mheshimiwa rais amewaahidi watanzania lazima zitekelezwe. Mheshimiwa Spika, katika kumalizia, nitoe rai kwa watanzania wote